Vingunguti, wakakata kushoto, inamfuata hapo katikati, kabla katika ya kufika Vingunguti, yule mwanafamilia akaingia sheri kama kama inaitwa inaitwa Dikoi, kaingia sheri. Maana yule eh, naye e, ana mafunzo na mshukuru Mungu sana, anaelewa yuko conscious na mazingira yanayomzunguka na naomba Mungu aendelee kuimarisha. Kwa maana hiyo alipoingia sheri akaika mafuta tu ile zuga ile gari ikapaki mbele, akakonfirm hawa wananifuata, akatoka akaingia barabarani fresh, akaendelea mpaka barabara ya Pugurodi, wanamfuata, wakakata kushoto mpaka Tazara, wanamfuata, wakakata kulia njia ya kwenda bandarini, wanamfuata, wakaenda njia ya Mbagala, wanamfuata, kwa Ziziari sijui wapi, Sant Antoni sijui wapi mpaka Mbagara Rangi Tatu wanamfuata, akaingia stendi ya basi, wakapaki nje, kuna sheri moja pale, akageuza gari, akaanza kurudi mjini, wanamfuata. Wamekuja naye mpaka gerezani, wanamfuata posta mpya, wanamfuata agakani baharini, wanamfuata daraja na Tanzanite, wanamfuata. Alipofika kwenye mataa akakata kulia, tunaelekea njia ya kwenda Koko, akabana kushoto, wakapita akawafuata nyuma. Walipofika pale Koko bichi, ile njia inakimteremko hivi alafu kuna njia inakata kushoto inakwenda mpaka juu kule ostabishi ya msingi na kwa makamu wa rais, ile gari ndogo ikawa imepaki mbele barabara, ukata kushoto iko nyuma hali, akaja slow kuwatazama movement zao, kwa upolepole pole akakata kona kushoto, kwa kujiamini kabisa, kwa sababu naye ana Mungu wa mbinguni asiyeshindwa. Jamaa mmoja akashuka kwenye ile gari, akachukua bodaboda, wakaanza kumfuata nyuma, akaenda nao mpaka ile selasi, wakakata kulia mbele. Wamefika pale mbele ya samaki samaki, akawachenga, wakapitiliza mbele, akabana pahala, wakarudi, akawageuzia kibao ule mtawa ndani akaanza hiye, akawa nyuma yao, bodaboda iko mbele, kawakimbiza sasa. Ule mtaa una matuta, wakakimbia. Tuna rekodi zote: picha picture, mnato still pictures, picha picture, mjongeo video za gari za watu na tukio la bodaboda. Nikawashauri, nendeni mkaripoti polisi wakaenda polisi Oysterbay. Polisi Oysterbay wakasema swala hilo peleka polisi Tabata, Tabata shule. Wakaenda Tabata shule, polisi Tabata shule baada ya kusikiliza, wakasema swala hili peleka Central Police mjini stesheni. Wakaenda Central. Kufika Central wakasema jambo hili peleka Buguruni, wakatoka hapo tena zote na bado naambiwa tutawatafuta ma kusema tupigie simu, ukipiga tupo kwenye kikao, hayupo mpelelezi. wakutana na mpelelezi mara ya, ya pili au ya tatu e, baada ya kuzungumza kwenye simu, na wakawaambia muwe makini na nini, kama kuna lolote tujulishane, mengine ni story details kwenye uchunguzi. Hivi inawezekanaje katika jambo kama hili ukashindwa kuchukua hatua ya haraka, kwa sababu mimi kama kiongozi na mtu ambaye nimekuwa kwenye dhamana, najua mi nimekuwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama kipindi kile zinaitwa hivyo. Hizi ni kamati za usalama, ni kitu cha mara moja. Nimeshaipata gari, nimeshapata walikuwa kwenye gari, shauri inaendelea. Nimekaa mii nimefanya kazi Dar es Salaam, mpaka mkuu wa wilaya ya Ubungo, nimefuatia kesi nyingi za namna hii. Kwani jambo hili liko wazi, nachukua muda hiyo moja, mbili, baada yangu katekwa mpaka leo hajapigiwa simu kuwambia nini mwendelezo. Nami nimewambia mi nimelichunguza kwa kina, kwa intelijensia ya juu sana, kuna kila viashiria vya kuwajua wahalifu, lakini hakuna taarifa yoyote mpaka leo. Sasa nitawaeleza matukio ambayo yamenitokea mimi moja kwa moja, ili mwelewa ya kwamba imani ya jeshi la polisi hata kwangu, najitahidi sana na namomba Mungu niendelee kuwaamini kwa sababu nawapenda rank and file polisi, polisi wale wa kiwango cha wasiokuwa na cheo, wengi marafiki zangu, tuna chati nao mtandaoni. Tatizo lipo kwenye uongozi hapa. Tusiharibu heshima ya jeshi la polisi. Sasa mi nitawaeleza, mi nimekuwa na mtiririko wa matukio yametokea kwangu, na ambapo jeshi la polisi lilijua na sija kupata ripoti mpaka leo, na sikutaka kutumia cheo, vyeo nilivyopata, dhamana nilizopata kufuatilia jambo langu binafsi. Nilisema nitaacha jeshi la polisi liende lenyewe, na mpaka naongea na nini, jeshi la polisi halijawahi kutoa marejesho hata mmoja wa kila jambo moja ambalo linihusu mimi. La kwanza, mwaka elfu mbili na kumi mimi nilivamiwa na majambazi wenye silaha nikiishi Bahari Michi, zaidi ya kumi na tano wakavamia, wakaingia kwenye eneo la nyumba, wakampiga risasi mbwa, msaidizi wangu akakimbia, mimi nikakimbilia ndani, nikafunga mlango, nikaweka likitanda likubwa pale. Wakasema amekimbilia ndani Wali walipiga risasi ule mlango wa mninga, hawezi kuamini. Mimi nimeenda renji, najua SMG maana yake nini. Walipiga risasi ule mlango wote, uliruka ukaingia ndani. Ziko njemba mbili zimeshika Yani, moja, moja, kafanya hivi afu mwingine kafanya hivi piga piga pale, piga piga. Sasa pale piga piga, sasa nilikuwa nimevaa, nime, sijavaa shati nimevaa suruali yangu moja ya jeans imechanika, chanika so wakadhani kwa sababu silikuwa ni mzima taa ko wakadhani huenda yule msaidizi mwangalizi wa nyumba, nani, pole pole wa nyumba ndio huyu, kakimbia ndani polepole kakimbia. Lakini nilisali nikamwambia Mungu, kwa sababu jamaa wa nje anasema mpasue tuondoke. tena nikavamiwa jeshi la polisi, wanajua. Chama cha Mapinduzi wanajua, tulikuwa kwenye kampeni. sijakupata marejesho mwaka elfu mbili na ishirini na moja nyumbani kwangu Dodoma, kukavunjwa wakaingia, watu wakabomoa, wakatafuta vitu pale na nini zimeachwa alama pale kwenye vioo na kila kitu, tukaja na wale forensic polisi wakaweka pale maungaunga yao, wee, wakasema tutawapata. Sijapata mrejesho mpaka leo, si alama zilizochukuliwa wala vitu vilivyo, na hawakuiba walichukua kitivi kimoja ili kupoteza ushahidi, kwa sababu ile ndani kulikuwa kuna production, ilikuwa ni fully fledged production house ya shule ya uongozi. Hawakubeba kitu hata kimoja. sijae kupewa mrejesho kusi jambo hili. Hiyo ni mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Mwaka elfu mbili na ishirini na tano, wanakuja watu nyumbani kwangu Masaki laba, hilo sio tatizo. Wanakuja watu nyumbani kwa dada yangu, wale walikuwa wananitafuta mie kwenda. Hakuna mrejesho, hakuna maelezo. Hiki ni kitu kibaya sana. Na hapo sijazungumzia mashambulizi ya kimtandao kila siku iendayo kwa Mungu, Facebook, halo wanataka kubadilisha akaunti yako, halo wanataka kubadilisha akaunti yako, halo wanataka kubadilisha akaunti yako, yako. Juzi mtandao mmoja wa simu sitautaja, wameswipe wameswipe line yangu waka, waka prompt mtandao kujitumia code kana kwamba nimepoteza password. Mungu bariki, naamka asubuhi naona mitandao imeji log out, na kwa sababu namshukuru Mungu ameshaniwezesha kwenye mambo haya, nilikuwa mbele ya wakati. Hapo hapo nikaiondoa ile kwenye, kwenye two factor authentication, nikaongeza mfumo mwingine ambao huwa hamwezi kuupata, nikazirecover account zangu na hapa nataka kusema hata akaunti yangu ya Twitter ilikuwa na followership ya watu laki saba ilifanyiwa shambulizi la kimtandao kama hivi, na nitoe rai, kule Twitter kuna mtu anatumia jina langu kupost vitu. Ile akaunti si yangu, na watu wote wenye mapenzi mema, naomba muiripot kwamba yule mtu anafanya impersonation. Anatu, anajifanya ni mtu mwingine wakati sio anajifanya ni mimi pole Polepole, lakini mimi siyo yule mwenye ile akaunti ya kule Twitter inaitwa Ambasada pole hamf, something like this. Naomba sana hiyo mlizingatie, e, ili e, asiendelee kutosha watu watu wengi wanamtumia habari mle na wanaweza kuwa wanahatarisha maisha yao. Ngoja nitafuta pa ile, ile, ile, ile, ile, vizuri. Naomba sana msiingie mtego wa kuwasiliana na hiyo akaunt inaitwa. Dakika moja tu itwa, dakika moja tu, nataka niipate ili nisiwaingize kwenye mtego. Ni watu wenye hila mbaya, wanatumia jina langu mtandaoni huko Twitter. Yes anajiita ambasada Humphrey H polepole. Ila ile hando anatumia pole pole humph. Pole pole H-U-M-P-H, hiyo ni akaunti feki, siyo ya kwa, naomba lizingatie hilo mwisho. Jeshi la polisi hapa nitasema jeshi la polisi mnaniita, lakini kuna tatizo kule serikalini, unafahamu ni jiuzulu nalipo jiuzulu nilijua tafsiri yake.